Karibu katika makala fupi inayoangazia uharibifu wa ndege aina ya kwelea kwelea katika mashamba ya mpunga na alizeti wilayani Babati mkoani Manyara. Hizi ni kelele za wakulima na walinzi wa mashamba ya mpunga wakiwa katika jitihada za kufukuza ndege waharibifu kama kwelea kwelea. na hapa wakulima wanaeleza ukubwa wa tatizo kwa ujumla. Kwa sasa ndege ni wanatusumbua sana, ni wengi zaidi. Yaani, wanatusumbua kwa kikaa kwenye kichanja, upumwi kabisa ndege. Wana muda kidogo, tangia mtumbi alipoanza kuchanua, baada ya kuanza kuweka maziwa, ndio wakaanza usumbufu. Kwa hiyo mpaka leo tunawezekana, tuna wiki mbili au tatu hivi si wakulima wa kawaida yetu, ni kuweka walinzi wenye vichanja, kuendelea kuwafukuza ndege. Ndege wanakuwa ni wengi sana tena, wakipita kama hapa juu, jua kama linawaka, wanaziba kabisa, na juu kunakuwa na kama kivuli. Ni wengi, ni kundi, afu sio moja, ile linapita lingine linakuja. Kwa hiyo wakishuka kwenye heka siku ya kwanza, lile kundi likishuka, kesho yake asubuhi wanamaliza saa tatu, aifiki heka moja, imeisha. Hawa, wa gani? na Je, wakulima hawa huchukua hatua gani baada ya mazao yao kukutwa na kadhia hii? hii huduma sisi tu hatulipii, tunatoa tuna, tuna, tu malalamiko yetu, jamani, ndege wametuzidi. Kwa mfano kama kuunganishwa na ninyi, kipindi cha mwaka jana mi nilimwomba tu afisa kilimo wa hapa wa kata ya kwetu, naomba bwana, hali ya ndege imekuwa nyingi, naomba bwana mtusaidie. Tukajaribu kuongea ongea hata, tulijaribu kumpigia hata waziri wa kilimo akasema ndege ipo. Na msemo wetu huwa tunasemea kwenye huduma za kiserikali, hasa mashtaka yetu huwa tunapeleka kwa bibi shamba. Baada ya hapo, yeye ndio anatafuta hatua za kutusaidia si wakulima. Ndugu Kanasius Isa Sulu, afisa kilimo na mratibu afya ya mimea, kutoka halmashauri ya wilaya ya Babati. Hapa anaelezea hatua na namna wanavyokabiliana na tatizo hilo. Baada ya kupata taarifa hizo, kama halmashauri, tulichukua jukumu la kuandika barua kwa mamlaka ku, ya afya na mimea Tanzania ambapo barua tuliandika tarehe 6 mwezi wa 3 2025 na tukaiwasilisha mamlaka ya afya na mimea na viuatilifu Tanzania ambayo iko makao makuu yako Arusha, na kwa bahati nzuri wataalam kutoka mamlaka ya afya na mimea na viuatilifu Tanzania waliripoti katika halmashauri yetu wilaya Babati tarehe kumi na nne mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na tano. Yaani wamechukua jukumu la haraka baada ya kupata taarifa hiyo kwa ajili ya kuja kutusaidia na kuangalia namna gani ya kudhibiti au ndege waharibifu wa, wa mazao kwa upande wa zao la mpunga pamoja na zao la alizeti. Mtaalamu wa kudhibiti visumbufu vya afya mimea kutoka TPHPA, ndugu Masudi Matimbwa, anaeleza hatua na namna ambavyo wakulima wanaweza kuripoti pindi tu wanapokutwa na adha hiyo. Baada kupata ya kupata kazi ya ndege waharibifu mashambani aina wa, ya kwelea kwelea, wakulima wanatakiwa kuanza kuripoti kwa viongozi wao wa kilimo, maafisa kilimo wale wa kijiji na kata, alafu baada hapo wale maafisa kilimo wa kijiji na kata watapeleka malalamiko yao au kuripoti huo uvamizi wa ndege waharibifu katika halmashauri ya wilaya husika. Baada hapo mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya husika ataandika barua kwenda kwa Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu Tanzania kuomba msaada wa kuadhibiti ndege yao. Baada hapo mamlaka ya fau Tanzania itajibu barua na itatuma wataalamu kwa ajili ya kwenda kufanya uchunguzi au survey, kujua wale ndege wanalala wapi, aani kwenye malalo yao au kwenye ile sehemu ambayo wanazaliana koloni. Kwa hiyo baada ya kujua wanalala wapi, ndio udhibiti unaanza na hapa mtaalamu wa kudhibiti ubora na sumu kutoka TPHPA Bi Neema Mwakisambwe anaeleza hatua na namna zoezi hili la kudhibiti visumbufu linavyofanyika baada ya kupata taarifa. Ah, tumekuja katika wilaya ya Babati kufanya udhibiti wa ndege waharibifu katika mazao. Hawa ndege waharibifu wanafanya uharibifu katika mazao ya chakula pamoja na mazao ya biashara. Ndege hawa wameleta uharibifu mkubwa sana kwa wakulima, ambapo hiyo athari haibaki kwa wakulima peke yake, inaendelea mpaka kwa kwenye taifa kwa ujumla, kwa sababu wakulima ndio wanalima, ila kutokana na hayo mazao ya wakulima, ndipo hapo tunapata chakula na vile vile tunapata pato la kitaifa, kutokana na mauzo ambayo mchele wetu unauzwa kwenda nje ya nchi. Nchi zinazotuzunguka nyingi hazizalishi mchele ulio bora kama wa kwetu, lakini kutokana na athari inayo letwa na ndege aina ya, ya kuelea, kuelea. Tunajikuta tunapunguza mazao, kwa hiyo kipato kinapungua cha mwananchi mmoja mmoja, inapelekea hata taifa kwa ujumla kupunguza na kupoteza mapato yake ya ndani. Kwa hiyo tulivyopata taarifa hii, tulifanya haraka sana kuja kuitikia wito kwa kuja kuanza na survey. Tulitembea kwa ajili ya ukaguzi wa maeneo yote yale yaliyokuwa yameathirika na hawa ndege baada ya hapo, kwanza, wakati wa kufanya ukaguzi, tuna mida miwili: majira ya alfajiri kuanzia saa kumi na moja mpaka saa kumi na mbili kwa maana kwamba tukiwasubiri tuone wanapotoka kwenye makazi yao, au yanaitwa makoloni na sehemu za malalo baada ya kuwatambua wakati jua linachomoza tunapata yale maeneo walipokuwa wanalala, ila wanaweza wakachenga kidogo, kwa sababu wa, wanagundua pia tayari kuna maadui wanawafuatilia. Tunakuja pia jioni wakati wa muda wa jua kuzama. Jua kuzama linazama kuanzia saa kumi na mbili na dakika hamsini na karibu majira ya saa moja kwa hiyo tunaangalia pia uelekeo wanaokwenda maeneo wanayokwenda kujikita na kulala kutoka. Baada ya hapo, tunachukua na kurekodi location au tuzite coordinates. Tukisha rekodi, ile inatusaidia kwa ajili ya kumpa pilot kuweza kufanyia kazi, ili atakapokuja na ndege waweze kujua kwamba ni mara gani ambapo ndege wale wanalala ili tuweze kupiga kupuliza sumu. Sumu haipulizwi mashambani bali inapulizwa kwenye maeneo wanakoweka makazi yawa. Ndege uongozi wa serikali, wataalamu, pamoja na wakulima wameweza kuelezea ufanisi na mafanikio makubwa ya zoezi hilo la kudhibiti ndege ya aina ya, ya kuelea kuelea katika mashamba yao. Nimejitambulisha nilivyotambulishwa, naitwa Adamu Hassan Ipingika, diwani wa Kata ya Sangaji Niliona juhudi zenu huku, nikaribia mwaka watatu au wanne, ambayo mnaendelea kutoa huduma ya kunyizia dawa wale ndege waharibifu. Nadhani kama wasingekuwa waharibifu wasingepata adhabu ya kunyuziwa dawa, ila kwa sababu nayo wanakula mazao ya watu bila mpangilio, wanakuja kwa wingi, nadhani na wenyewe ndio wanapata adhabu inayowastahili. Asimi binafsi ni semi niwashukuru sana, Mmeendelea kuwa watu wema. Siku ile majuzi, niliona ndege imenyuzia haya maeneo huku, eneo, eneo tunaita Kosovo hapa, kuna maeneo, kuna maeneo ya kama wale jamaa zetu wa Russia pale, majina ya hapa ni ya Kirashia, Russia pale, kuna Kosovo, kuna Zimbabwe na majina mengine mengine mengine. Mambo ni mazuri na ndege wamepungua mashambani. Ukienda pale gulio pale Jumatano unakuelekea Magara yale maeneo yale, watu wamelala tu kwenye, kwenye, kwenye, yale mabanda kwenye vile vichanja vile wanapumzika tu eh. Tulilinda sana ndege, lakini baada ya kutoa taarifa wadhibiti wa ndege mlivyokuja kupiga, kwa hiyo ndege wamepungua kwa kweli. Sasa hivi kama shamba la Kosovo mimi silindi hata wal, walinzi wamesha kuja manyumbani kutokana na juhudi kubwa mlizofanya za kupiga ndege wale. Kwa kweli ndege imefanya vizuri, imeua ndege wengi wengi mno. Sasa hivi hata walinzi kwa kweli wamepunguza, watu wote wameshusha walinzi, saa hizi watu wako manyumbani. Kama leo wale wa kwenda gurioni wameenda. E, kwa hiyo kwa kweli kazi imefanyika ni nzuri, na hii ya juzi ilivyopiga huku upande wa ninetu imeua ndege wengi. Ndege walikuwa wanapatikana mpaka huko nyumbani, wanadondoka wamekufa. Kwa hiyo hata hawa wadudu kama mbwa, wanyama kama mbwa, wanawalokota tu kule, na watu wengine walikuwa wanawalokota ndege. Tunawambia wapigwe sumu, wanasema hapana. Ni, labda nikawambia ni udhibiti wa ndege huo. mm. Kwa leo tunaona kweli afadhali hata kelele usikii, lakini kuanzia jana juzi ilikuwa ni kelele mtaa wote hu amna kukaa Tunapenda kushukuru sana, huduma hii imetusaidia kwa sababu bila hivyo nafikiri ndege wangetushinda, hata hichi tulichokilima tusingekipata kwa tungekosa chakula, kwa sababu ndege walikuwa ni wengi sana, ndege walikuwa wanatushambulia sana. Lakini kutokana na hali ya halmashauri kwa siku ya leo, kwa kazi walioifanya jana, inatupa matumaini kwamba kazi imefanyika ndege wamekufa kwa wingi na hata leo ukiangalia hali mashambani watu wako kwenye mapumziko kidogo. Kwanza nawashukuru watoa huduma na, wa na rais wetu Samia kwa kuwajali wananchi wake. Amedhamiria kabisa kwa makusudi kumkomboa mkulima wa hali ya chini, mkulima mdogo. Kwa maana hiyo, kwa hiyo na wakuu wetu wa, wa halmashauri yetu wanaitenda kazi kama inavyotakiwa, hawalali. Mi leo niko nao, kwa leo ni siku ya nne kama sikosei. Wanadamuka saa kumi usiku, wanakuja kwenye mazingira kuangalia hali ya ndege, kukagua vituo viko wapi ili iweze kuvishughulikia. Hadi hivi sasa, mamlaka husika imeweza kuokoa ekari zaidi ya elfu mbili za mpunga na alizeti na kuwapa wakulima tumaini jipya, baada ya kufanya uhakika wa malalo ambapo takriban kwanza ilikuwa ni ekari 1200 za zao la mpunga ambazo tulizipoti na kwenye zao la alizeti ilikuwa ni ekari zaidi ya ya, ya miatano. E, baada ya kugundulika maeneo hayo e, zoezi la udhibiti lilianza kufanyika na ilianza kufanyika kupulizia maeneo ambapo wanalala ndege hao waharibifu, na kwa kwa ujumla yale maeneo ambayo yamepuliziwa viuatilifu e, vya kuua hao visumbufu vya mazao au kwelea kwelea, kwa kweli hali imekuwa ni shwari e, na tumekutana na baadhi ya wakulima wamekiri kwamba e, zoezi limefanyika na ndege wale ambao walikuwa wanasumbua wamepungua kwa kiasi kikubwa. Tunashukuru tumepata ushirikiano mzuri sana wa wataalamu hao wa, wa ndege. Kwa kushirikiana na wakulima tumefanikisha ili zoezi kwa asilimia nyingi sana, kwa sababu wakati wa kusurvey tulikuta makundi ndege ya ndege yalikuwa makubwa mpaka sisi wenyewe tulikuwa tunaogopa, na tumefanya assessment kwamba tumefanya tathmini baada ya upuliziaji wa sumu, ndio kama hivi mnavyoona, tume, tumefanikisha kukusanya ndege wengi. Hawa ni baadhi tu ya ndege wachache kidogo, yani waliowezekana kubebeka. Tumefanikiwa kuona kwamba ndege wamepungua, zile kelele tulizokuwa tunakutana nazo mashambani hatuzisikii tena. Hata wakulima wao ni mashahidi, wameweza kuonyesha kwamba kazi sasa imepungua, kwa sababu tulikuwa tukija asubuhi tunakutana na kundi kubwa sana la watu wanaokuja kuinda kwa ajili ya kuwafuza ndege. Lakini kwa leo, baada ya kuona hali imekuwa shwari katika eneo hili, ni mara ya pili sumu imepulizwa kwa hiyo wao wanakiri, lakini hata sisi tumeshuhudia kwamba hakuna tena zile movement za ndege, hakuna kelele za ndege. Kwa hiyo tunatumaini tutaongeza tuta mapato kwa maana ya chakula, tutaongeza kipato kwa maana ya mauzo, lakini pia taifa litaendelea kuimarika kutokana na uu uti wa mgongo wa taifa.